Huyu ndio Adela anakwambia aishawahi kukaa mwaka mzima bila mahusiano sawa, na sio tu bila mahusiano yani, huo mwaka mzima bila hata ya kukutana na mwanaume. Shenzi kabisa, kila kilakandilu mkubwa huyu. Hebu msikilizeni hapa eh. Mimi niliwahi kukaa mwaka mzima, siko kwenye mahusiano kabisa. He, sasa hapo inabidi unifafanulie, yani uli, uli kwa sababu kwenye maisha mzima maisha, maisha ya utu uzima He. Yaani okay, yani mwaka kwa maana mwezi wa kwanza, mpaka miezi mpaka kumi na mbili. wa kwanza mpaka miezi kumi na mbili siko kwenye mahusiano yoyote wewe. <laughs> Ah, sio mtu wa kawaida. uh, message yote anayotumia mwanaume ambayo, uh, ina maelekezo au uh, ina ishara kwamba huyu mtu anataka mahusiano yani, alikuwa anakula block. Yaani ulikuwa hauko kwenye mahusiano? <laughs> Lakini ulikuwa unapata mahitaji ya mwili, si ndio? Mahitaji nilikuwa sipati yoyote. Sio kweli. Yaani siko kwenye mahusiano ya mahitaji badania, ya kuja mambo ya kuja kudanganyana upuani. Mwaka mzima, mm -mm. Oscar. Mm -mm. Nimekaa bila mahusiano. Huwezi kumaliza mwaka, yeah. bila kupata yaani huwezi kumaliza mwaka bila kuwa kwenye mahusiano. Mm na hupati huduma ndogo ndogo yani, hujaumizwa of course. Mwanaume ni tofauti na mwanamke uh -uh. Na haujaumizwa Oscar, mbona binadamu wote ni sawa unajua. <laughs> yani, hisia hi ni zile zile mwilo, maumivu ni yale yale sawa. bahati mbaya mm, wanawake huwa wanadhani wao wanaumia zaidi kwenye mahusiano kuliko wanaume, it's not true, inategemea ulikuaje kwenye mahusiano. Moyo ni ule ule mm. mwanadamu ni yule, yule. Mm. mapenzi ni yale yale mwilo. yani Si, si, sioni kama kuna mtu anaweza kumaliza mwaka mm. bila kupata mahitaji ya msingi ya mwili wa mwanadamu na hasa kwenye utu uzima. Aa, mimi naomba bila, niwe wa kwanza kama hujawahi kukutana naye, umekutana naye leo. Sasa kwani wewe unaweza kukaa muda gani bila mahusiano? Aa, naweza nikakaa hata miaka mitano bila mahusiano mm. lakini huduma ndogo ndogo mm. za kibinadamu nikapata Aha. Yani, unajua uhusiano mm. is, is something uh, committed yani. Kuna commitment huo ndo uhusiano mm, unanielewa mm. Kwa hiyo naweza nikakaa hata miaka mitano bila At kuwa kwenye uhusiano mm, lakini walau huduma ndogo ndogo za kibinadamu za kiutu uzima kwenye ukubwa wetu yeah. huu unazipata, lakini yani hauna uh, something with commitment. Yes, yes, na kuelewa, lakini huduma ndogo ndogo mm. unazipata. Sasa okay. Huduma ndogo ndogo hupati wewe mm. Umalize mwaka? Nimemaliza mwaka. Unamaliza